Mungu, si kule tu tuombe tumwachie Mungu. Haokoi kupitia tuye mwenye tunavyoomba, Mungu anaokoa kupitia mimi. Hebu tusome hapa, some hapa, some hapa kwa sehemu, some hapa kwenye Waamuzi sita nisome kwanza tu mstari wa saba. nitaluka luka kwa sehemu kwa sababu ya muda, nisome tu hapo kitabu cha Waamuzi sura sita mstari wa saba, anasema ndio kisha ikawa mm, hapo wana wa Israeli walipomlilia Bwana, ndiyo, kwa sababu ya Midiani, ndio Bwana akamtuma nabii aende kwa hao wana wa Israeli, ndio naye akawaambia, kawaambia Bwana yeye Mungu wa Israeli, hey, asema hivi, ndio mimi niliwaleta ninyi mkwe kutoka Misri, ehe, nikawatoa katika nyumba ya utumwa, ndio nami niliwaokoa na mikono ya Wamisri, ndiyo, na mikono ya wote waliokuwa wakiwaonea ehe. Nami naliwafukuza watoke mbele zenu. uh -huh. Nami niliwapa ninyi nchi yao. uh -huh. Kisha niliwambia uh -huh. Mimi ndimi Bwana Mungu wenu. uh -huh. Msiiche miungu ya Waamori. Msiiche miungu ya Waamori ambayo mwaketi katika nchi yao. uh -huh. Lakini hamkuitii sauti yangu. Nenda ishirini na mbili mstari. Mstari wa ishirini na mbili anasema. uh -huh. Gideoni akaona ya kuwa ni malaika wa Bwana. uh -huh. Gideoni akasema uh -huh. Ole wangu, emu Bwana wangu. Ehe. Kwa kuwa nimemwona Bwana uso kwa uso. Bwana akamwambia, amani iwe pamoja nawe, usi usiogope, hutakufa. Ehe. Ndipo Gideon akamjengea Bwana madhabahu hapo, akaita jina lake Yehova Shalom Ehe. hata hivi leo iko huko katika ofra ya wa... ishia tu hapo. Eh, huko mbele, mchakato uliokuwa naendelea Gideoni, baada ya hapo, alipokuwa amemjengea Mungu madhabahu Ukirudi kuanzia sita moja ukisoma utakuta maandiko yanasema kwamba Mungu aliwatia chini wa Midian miaka saba kwa sababu walikuwa wamemtenda Mungu dhambi. Hapa tumesoma kuanzia saba ambapo unakuja unaona ni kwamba maandiko yanasema walianza kuabudu miungu mingine. Kwa maana nyingine utaratibu wao ndio ukao ushaendelea ushae pale. Na ndio maana sisi tukisema Mungu akwenda wewe wa mzee usifike kwani anataka maombi. Usifikiri wani ana ataki kuhusiana na ibada iba, iba za Afrika ndizo zinazokwamisha. Ni kwamba vinavyoendelea, kuna manabii utasikia anakwambia nimeona kiongozi atakufa. Tuombe. Hawasemi kwamba atakufa kwa sababu ya nini na tufanye nini? Hasa hivyo ndio vinavyokuhamisha. Ani sisi tunakuta tukishaomba, basi Mungu ashamaliza. Ndio mzee analazimika avunje kwanza hiyo misingi mibovu kwenye mitazamo tuliyokuwa tumejaziwa tulikotokea. Anafahamu wote tunayo kwa sababu Mungu hapa okoi kwa sababu eti mimi nitaomba tu. Ah, kuna vitu nitatakiwa nivifanye. Na nimesema hapa ukianza kuanzia mstari wa nane au kumi na moja hapo, ni wa kumi na moja. Malaika akamtokea Gideon anamwambia shujaa. Yani, wewe shujaa. Yaani wewe ndio utakaye kwenda kuokoa. Sasa mimi na wewe hapa tujue kwa nini malaika asiende kuokoa yeye kama kweli kama kweli Mungu anaokoa. Kwa nini hapa kashuka malaika? Sasa sisi tuko kwenye zamani za hatari sana. Kwayo, cho kwa hiyo mimi nisemacho ni kwamba hata Gideon ambaye tumemsoma cha kwanza alianza na mchakato wa ibada. Kwanza, pale sijaendelea mbele, kama siku nyingine tena tutapata neema tendea na somo hili kwamba pale mbele utakuja utaona kwamba alivunja madhabahu za Mungu Baali. Huyo Mungu Baali baba yake ndo alikuwa kuhani. Yaani baba yake na, na Gideon yeye ndo alikuwa kuhani. Alivunja afu baada hapo baba yake akaanza kumtetea sema kama huyu Mungu anaweza na, na kafanya jambo basi ajitetee mwenyewe lakini kuliko tukasi tunampigia kila, jamani ameangusha Mungu wetu. Sasa, yezekana mimi nachoamini, sijajua kwa mimi, kwa ufahamu wangu na hisi. Kilichopelekea mpaka wale waliendea kupigwa na Midian ni kwamba walikuwa na huyu Mungu wetu sisi tunamwomba amue mwenyewe. Afanye njia mali pasipo na hisi na wao pia, kwa sababu kama walikuwa na huyo Mungu, kwa nini walikuwa napigwa na Midian, lakini bado wanamtetea? Kwa maana nyingine mfumo ule na wenyewe ulikuepo kama huo kwetu. Yanaharibika mambo, tunaomba Mungu asimame mwenye, mwenyewe amalize mwenyewe. Gideon, ili awe sababu ya ukombozi, lazimika avunje ule msingi wote, afumue kila kitu abomoe. Ndipo unaweza ukombozi kwa vipesi, lakini ikiwa eti haya mambo ambayo yawezekana wanaona watatokea, manabii wataongea kuongea wewe, kwa sababu sema nabii wanapotosha wewe, ndio akunyoosha sasa Sababu imeandikwa ya kwamba nimekuweka ili kung'oa, kubomoa, kuharibu. Nimeshindwa kung'oa ombe wa kina bibi mashafu. Nitang'oa wanaowezekana. Tuanzie na hawa. Sasa mimi mimi mimi ni mimi, mimi nijuacho ni kwamba nikishindwa ibada vingine vyote sitaviweza. Huo ni ukweli usiopingika na ndio maana mzee wetu katuwekea mfumo huu. Huu mfumo aliouweka kauweka lengo lake humo ndani yake utakutana na uwezo wa Mungu. Mimi nishi hapa. Neema Kristo Yesu iwe pamoja nasi. Amen, haleluya. Chuma chuma, tunamshukuru Mungu sana kwa ajili ya askofu wangu, Askofu Yoram. Mshukuru Mungu sana.